Watukufu wa Islamu, kama tunavyoona kwamba tumepata mgeni ambao kwa ilikuwa hatutarajii kwamba tunaweza tukapata mgeni kama huyu kwa siku ya leo, lakini mgeni anapokwenda mahala, basi hupewa zawadi. Kwa maana hiyo na mimi nawaomba Waislamu, mgeni wetu tumtunukie zawadi maalum. Na zawadi ya mgeni huyu si ndizi wala si chengine chochote, isipokuwa ni kumtakia dua. Tumtakie dua juu ya kazi zake, insha allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu amjalie afanye kazi zake kwa uadilifu na vizuri. Nafikiri twakubaliana kwa hilo. Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Astaghfirullah Nastaghfirullah Nastaghfirullah Nastaghfirullah Salatul

Nakuomba Mola wetu mtukufu, ya Allahu, ya karimu, ya Hayyu, ya Qayyum, ya badia wa samawati wal ardh, Amin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, kama nilivyokueleza kwamba waja wako wamedhulumu wengine wamedhulumia nakuomba walipe kula aliyedhulumu kwa kile alichokidhulumu. Mwenyezi Mungu, kilipe hapa duniani tuweze kukiona kwa macho yetu, kesho akhera ukalipe ukamalizia. Amin, amin. Mwenyezi Mungu usiache kula dhalimu kama ambavyo ulizungumza katika Qur'ani kwamba ratazibu halima ila a, Amin. Tunakuomba hapa duniani tumechoka kudhurumia Amin. Basi tulipe ma, macokietu kwa kile tunachokurumia, Amin. Na wale ambao wanadhulumu kwa maksudi na kuzuya na na nakuleta huruma ya Rabbanarabi, basi Mwenyezi Mungu jalia katika madhuluma yao yaoneke hapa duniani kwamba yamelipwa na wengine wajao, ili waweze kujua kwamba dhulma ni mbaya. Mwenyezi Mungu tujalie kheri duniani, tuondolee shari kesho akhera, ya Rabbul Alamin, tunakuomba tunachokiomba sie binadamu, hasa tunataka tufanikiwe haraka, pamoja na kwamba umeahidi kwamba hairudi dua ya aliyedhulumiwa Naona inachelewa, tunakuomba tulipie haraka ya Rabbal Alamin hapa duniani tuweze kufaidika na kuiona dua yetu imekubaliwa. Mwenyezi Mungu ili ambaye kwa mara nyingine hapa na wengineo waweze kutambua kwamba dhuluma ni mbaya, basi kulipie hii dhuluma, kulipie vile vile ya Rabbal Alamin, waweze kuona kwamba tulichokitenda ni kibaya, hakuna mtu kupiga kura ya arobaini kwa mtu mmoja